Hongera umepata kazi ya usiku kwenye kituo cha mafuta kilicho Sumbawanga porini. Kazi ni rahisi sana na utalipwa laki tano kwa kila siku, lakini zingatia masharti haya kwa umakini. Kwanza, ukipokea wateja wanaolipa kwa noti za elfu kumi kumi, usiwape chenji. Chukua hizo hela na ziweke kwenye boksi jekundu chini ya kaunta. Usiangalie sura za wateja kamwe. Sharti la pili. Saa saba na dakika arobaini usiku, taa za sheli zikianza kuwaka na kuzimika, usitoke nje. Ukisikia mtu anabisha kwenye kioo wakati taa zinacheza cheza, puuza kabisa. Usijibu. Sharti la tatu. Angalia chooni kila baada ya masaa mawili. Ukiingia na ukaona kioo kina ukungu, toka hapo haraka sana.